Kitabu cha Mtakatifu Mathayo mlango wa kumi. Akawaita wanafunzi wake kumi na wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na majina ya hao mitume kumi na wawili ni haya, wa kwanza Simoni aliyeitwa Petro na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, Filipo na Bartholomayo, Tomaso na Mathayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo na Thadayo, Simoni mkananayo na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. Hao thenashara Yesu aliwatuma, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli.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 Amin, nawaambia, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wa pole kama huwa. Jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga.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 Ikiwa wamemwita mwenye nyumba Beelzebuli, je, si zaidi wale walio wa nyumbani mwake? Basi msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambialo nini katika giza, lisemeni katika nuru; na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiwaogope wa uao mwili wasiweze kuiwa na roho, afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika Jehanum. Je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani; la, sikuja kuleta amani, bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mamaye na mkwe na mkwe mtu na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawangaa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, amin, nawaambia haitampotea kamwe thawabu yake.